aku mimi nimekusamehe. Mimi nimekusamehe we baba na shefu lako usiyejielewa. Naomba eti shida mnajua jamani wa Tanzania ilikuwaje? Alienda kwenye show ya Mboso. Sijui kachelewa sasa katika sehemu za kukaa akakuta wamekaa comedian Kafura, Kazira, mwanaume haziri kaondoka kwenye ka, Instagram huko, kapose to oh, comedian mnaswapa sana mpaka mnaziba nafasi za sisi watu wa maana tunakosa pa kukaa. Wewe ni mtu wa maana. Sisi ni nini? Sisi sio watu wa maana ndugu yangu, anajiona yeye so wa maana, sisi sio wa maana, kaanza kututukana. Sasa nisikilize, kama utaendelea kutufuatilia Mwijaku eh, tunayo neema ya kuweza kuambia watu unfollow Mwijaku. Kama unabisha bisha, tuone Watanzania. Naomba tuendelee tukacomment kwa Mwijaku pale chini, mimi nimemsamehe. Sasa tuendelee tukacomment kwenye post yake ya mwisho. Tuandike ba Mwijaku, unabisha, tuone kama tawajibu jeuri na nyie. Kama tawadharau basi, mtajua mfanyeje. Mimi niko najiandaa kwenye show Kahama. Wakazi wa Kahama, tunatimba hapo. Mimi na Ndaro nanga tupo, watu kibao pamoja na timu nzima, tunafika hapo Kahama hapo Mirigo Hill tarehe ishirini. Tiketi zinapatikana pale Fresh Corner My Dream Baba shop au kwa Fred Funja Pei, nisikilize wewe, wewe unakosaje shilingi elfu kumi na tano regular, VIP shilingi elfu arobaini Steve Mweusi mfateni huyo huyo, kama akishinda akileta dharau, mhararisheni jamani, mhararisheni. Fresh Corner pale kwenye misosi mizuri pale unapata tiketi yako eh, unakwenda kumwona Ndaro na Steve.